Tarehe 8 Mei 2025 ni siku ya furaha kwa mamilioni ya waumini wa kanisa Katoliki duniani baada ya kuchaguliwa kwa papa mpya katika ukumbi wa Sistine Chapel ulioko katika jiji takatifu la Vatican. Kauli maarufu ya Kilatini habemus papam ilitamkwa rasmi mara baada ya kuonekana kwa ishara ya moshi mweupe majira ya jioni. Ishara hii ilithibitisha kuwa uchaguzi wa papa umefanyika kwa mafanikio. Jumla ya makadinali 133 walishiriki katika mchakato wa upigaji kura kumchagua kiongozi mpya wa kanisa Katoliki. Mchakato huu ulianza tarehe 7 Mei na kufikia kilele tarehe 8 masaa ya jioni, ni shughuli iliyochukua takriban siku mbili. Waumini waliokusanyika katika uwanja wa Mtakatifu Petro walilipuka kwa shangwe na nderemo walipoona moshi mweupe ukifuka kutoka kwenye bomba la paa la Sistine Chapel. Kardinali Robert Francis Prevost raia wa Marekani ndiye aliyechaguliwa kuwa papa mpya kwa wakatoliki bilioni 1.4, akiwa ni papa wa 267 katika historia ya kanisa katoliki. Kiongozi huyu mwenye umri wa miaka 69 ndiye papa wa kwanza kutoka Marekani na atajulikana kwa jina la Papa Leo wa kumi na nne na si Papa Francis kama mtangulizi wake. Mara baada ya kutangazwa rasmi, alijitokeza katika roshani maarufu ya basilika ya Mtakatifu Petro akiwa amevalia mavazi yake rasmi na kuwahutubia waumini, huku akitoa baraka zake za kwanza kama papa. Ni wazi kuwa tukio hili limechochea matumaini mapya na mshikamano miongoni mwa waumini wa kanisa Katoliki ulimwenguni. Saidi Abdi, Majestic Digital TV.